Mtazamaji, bwana, baada ya Resti kumchamba Nifa, at the end of the day ni kwamba Nifa naye pia amekuja kumjibu Resti kupitia baadhi ya video ambazo ameziposti katika ukurasa wake wa Instagram, na kitu cha ajabu zaidi ni kwamba Nifa, bwana, amemwaga mpaka machozi. So mambo ni mazito kweli kweli na imeonyesha kabisa kwamba hivi vitu ambavyo Rest amevizungumza vimemkwaza vimemkera Nifa kiasi kwamba Nifa imebidi ajibu, na amedai kwamba yeye huaga sio kawaida yake kujibu watu mitandaoni, lakini hii bwana imekuwa kama vile too much, imebidi a respond. So bila kupoteza time nataka hapo umsikilize Niffer the way alivyomjibu Rest, baada ya kuona kwamba Rest ameruka live na kuzungumza mambo mengi sana kumhusu yeye, ukizingatia kwamba hapo awali ugomvi ulikuwa kati ya Niffer na Uncle T, lakini Rest pia akajump in na kuanza kumsema vibaya na kuanza kuzungumza vitu vingi kumhusu bibie Niffer. So Niffer naye pia amebidi ajibu. So, kupitia ukurasa wake Niffer mwenyewe ameposti hapa, nataka e, umsikilize mwenyewe Niffer alivyofunguka kuhusiana na hii issue baada ya kuonekana Rest akiwa amemzungumzia yeye. Tabia za kujibu. Waga, yeah, yeah. Sina hizi tabia za kujibu, jibu ovyo watu mitandaoni. Nataka nikuulize, hmm? Wewe we, una kazi za kufanya hmm? Wewe kazi za kufanya huna. Ukilala unamwaza mtoto wa Mwanaisha, ukilala unamwaza Nifa, ukilala unamwona Jenifa Lopezi, ukilala unaiona Nifa Cosmetics, unaiota, unashtuka, mambo yanakushutua hmm? Biashara huna wewe, tiketi za ndege kukata hujui, kufuta vipodozi hujui, umeanza biashara leo wewe. Huyo Jenifa Lopezi, Jenifa Lopezi unayemsema Jenifa Lopezi, dada mwampua, dada fulani anakuwasha nini wewe Anakuwasha nini wewe? Eh? Hmm? Niwe si mkamilifu, niwe mkamilifu, niwe na changamoto, nisiwe na changamoto, inakuhusu nini wewe? Umenizaa mama wangu wewe. Shangazi yangu, una undugu na baba yangu. Jinamke zima hata aibu huna. Nimekukalia kimya mara nyingi sana. Nilikuomba msamama kusudi, nilikutume zile messages za msamama kusudi. Kila mtu alikuwa anakata, niliwambia, sikiliza. Nafanya hivi ili jidhihirishe. Huyu ni mtu wa design gani? Huyu ni mtu wa aina gani? Unanielewa? na Mungu, yani akili hii alonipa Mungu, Mungu ndo anajua. Nilikuomba, na usipokuwa na haya, uka screenshot uka post, afu baadaye ukajidhihirisha tena, wewe ni mtu wa aina gani? Ndio ujue mimi sina shida, naishi maisha yangu. Kukosea, changamoto kuwa na utofauti na watu ni jambo la kawaida. Wangapi tumegombana na wazazi mara ngapi? Mpaka tunafika kuwa watu wazima, tumegombana na wazazi mara ngapi? hata mimi ni binadamu, kuna sehemu nitacheleza, kuna sehemu watanikosea mimi. Wapi uliwahi kuniona nimekuja mtandaoni? Yani, kuna mtu kanikosea, kachukua hivi, hajalipa vile, imekuwaje? mimi ndo sina malalamiko, sina watu wa kuwalalamikia maisha yangu yote. Kwa nini nakaa kimya, sizungumzi? ndo maisha kila mtu ana changamoto zake, kila mtu ana vitu vyake. Eti unakuja kuambia watu, sijui ulikuwaga unawaambia watu ana kopa hana stock. Biashara ni stock. Haya, duka langu umeliona? Nafuta mzigo wangu, una hata haya? Umekaa yaani watu mnapigwa, ile ni dead stock. Wewe ndo mlinzi wa stock wetu, ndo unatulindiaga stock. Wewe ni fa cosmetics, hata haya huna. Mwanamke mzima Una mtoto wa kike. Wakati unawaza huyo mtoto akija kuelewa familia yake, tataka kufanya background ya mama yake, wakija kufanya background ya mama yake, mama yake alikuwa na kazi ya kuandama watu mitandaoni, unakuwa na heshima gani? Wewe huyo mtoto ataenda chuo, hao wenzake atakaoenda kusoma nao chuo watakuwa na heshima gani kwake? Watamtizama vipi huyo mtoto? Mimi si mkurupukaji na sipendi kabisa kuzungumza, kwa sababu mimi huwa nikizungumza situkani. Unasikia kitu una address rumors, azifu likuwepo azifu ulikuwepo, fimbo nile, yani alikuwa na date na fulani, ilikuwa hivi na vile, look na anamdai sijui na nani huyo, look na anamdai and, hata kama ingekuwa kweli alikuwa ananidai nidai, hajawahi kunidai hata mia huyo dada. Biashara zilifanyika hapa na pale, unataka watu wasinunue ti mzigo Tanzania? Kwa yule oji alivonunua mzigo hapa Tanzania alikuwa yeye. Hey, ni kwamba nini ya? kwa sababu zile simu zinatengenezwa Bagamoyo hata kama alichukua pa Tanzania, aliyezileta alistuwa. Kisa alistuwa China. Kisa alistuwa Dubai. Kwa watu wasishirikiane yani kwenye biashara kwa sababu kuna manda fulani imekaa sehemu inasubiri rubbish. Take care of your family, achana na familia za watu, achana na watu unapambana. Tumekukalia kimya sana. Na wanasemaga unachokiogopa sana ndio unachokuja kuwa. Unakumbuka yule dada mpaka ulikuwa unamfuata na madefender? Do you know that right now you are worse than her? Do you know that? Now, keep keep, keep trying me. Keep pressing me. Keep pressing me, pressing, pressing. You won't believe it. Na ujue mi nilikuwa sijibishani na wee mtandaoni kwa sababu ya kwangu ya kukwambia, nilishakwambia toka ya... toka siku ya kwanza nilivyokurudishia pesa ya mkataba wako, nilikuambia, wewe hufai kufanya biashara, inabidi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili au elfu mbili na ishirini na tatu kama sikosei. Wakati huo hata sijajua michongo yako mingi, lakini kwa namna tu tulivyopata ile conversation mbili tatu pale, nilikwambia wewe inabidi ufungue biashara ya udaku. Nilikwambia voice note ninazo naweza nikaposti. Sababu iliyokuwa inanifanya mimi nisiposti nisiseme hivi vitu, kwa sababu sitaki kukuvunjia heshima. Wewe unaweza kunizaa mimi, unaweza kunizaa biashara yangu nahangaika na maneno, na uwezi kunishusha uwezi kufanya chochote kwenye biashara yangu, huna ubavu huo. Lakini nimekuchoka, nimekuchoka kwa sababu kuna watu watazaliwa, kuna watu wako mitandaoni, watakuangalia watadhani unachokifanya ni sawa, wawe kama wewe. Una hata haya? Pride ya huyo walokoa iko wapi? Pride yake akikaa pembeni na uhakika, hata akiingia sehemu ambazo kuna watu wamekaa anajiuliza mara mbili mbili, wakinitizama usoni wanajiuliza kitu gani? Nimeoa au nimeolewa? wasi uko, unasema mimi sijui mimi nimefanya nini nini. Ehe, wewe wa kwako. Oh, hiyo bwana ilikuwa ndo kama vile Part 1 ya majibu ya Nifa kwa kile ambacho alichokizungumza mwanadada Rusty huko mitandaoni. Na watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu, sawa bwana, nimefurahi sana leo umewatolea uvivu, alhamdulillah. Kuna mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana haya eh, pia vile vile yatapita, ndio dunia ilivyo. Dia stay strong stay positive keep moving eh, kuna mtu mwingine hapa amesema bwana basi dada yaishe mwishoe, wenye macho haambiwi ona. k kwamba bwana umeweza kweli kweli, I wanted this to happen long time ago. kwa tu bwana dada Nifa pole sana e, pole sana mwaya, sisi wa Tanzania tunakupenda e, kuna mtu mwingine hapa amekuja bwana mimi hivi ndio napendaga bwana <laughs> wadau bwana anakuambia kwamba mabando yao yameenda kwa haki kabisa kwa sababu eh, wamekutana na hizi drama huko mitandaoni. Eh, kwa hiyo bwana, kama mtu alikuwa ameweka bando lake, basi obviously atakuwa amefurahi au ameenjoy vya kutosha eh, kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikitokea kwa hawa wadada kuamua eh, kukuchambana eh. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi. Kuna part 2 by the way, tukutane.